Kila mtu ann anasikia, msimu huu kipa bora Simba nani? Kamala. fungaji bora Simba sha. kiungo bora kagoma. anajulikana kila kitu yeah. na leo sasa, kwa taarifa yako, leo Eli Mpanzu ana goli mbili. Mpanzu kama yeye ana goli mbili. Awa ana moja. Msikia? Hawa ana goli moja yeah. Yule popote yule popote anafunga yule. Yaani yaani yaani wewe utake na usitake. Hiki nini? Sikia. Kuandika hiyo initishi mimi. Hawezi kuchukua kombe. Yanga, umeota ndoto ambayo kwanza juzi. Nachukua kombe, Simba na, na kombe, kombe, la, na kombe mimi, kama mshabiki wa Simba kindakidaki Yanga, hey. Mimi mimi ikishafika saa moja usiku hiyo rangi unaenda kuifuta. Hawezi kuwa na rangi. Yeah, wewe nipe namba.

ya ucho sijui mweke nani, hata mkule ingiza wote tunawataka sisi. Mimi mechi ya leo sina pressure. Pressure mimi? Simba ndio una pressure wewe, mimi sina pressure. Mimi ndio maana sikia wewe, sikia, wameojiwa alikuwa simu hii ni kimya kimya